Bwana, mambo vipi? Kwa majina anaitwa Monsuly au Mr. Fine. Leo ni siku nyingine tena. Leo bwana, niko Mbezi huku e, bwana tunasema ni kama nje ya mji, kwa sababu ukiangalia huko nyuma yangu hakuna tena njia ya kutokea zaidi ya kuingia katika misitu mikubwa. So leo bwana, kilichonileta hapa ni story tata kidogo, ambayo mimi mwenyewe binafsi imenishtua. Kuna kijana, naweza nikasema haya ni mapenzi ya e, watoto, watoto wa mwaka elfu mbili bwana wamejiingiza katika mahusiano ya kimapenzi mapema eh, lakini yaliyowakuta ni makubwa. So niko hapa kwa ajili ya kuzungumza nao, so natumaini hata wewe pia upo tayari kusikia kisa chao, lakini naona kisa chao, okay, ngoja tutamsikiliza huyu kijana. Kijana njoo basi. Mambo vipi? Salama, kishwari. Kishwari. Naitwa nani? Naitwa Paskali. Nani? Paskali. Una umri gani? Na umri wa miaka kumi na saba. kumi na saba? Ndio. Unasoma? Yeah, ninasoma. Unasoma kidato cha ngapi au darasa la ngapi? Kidato cha nne nasoma. Lakini upo, upo kwenye mahusiano ya yeah? ndio. okay. Sawa. Na mwanamke wako unampenda? yeah, anampenda sana kaka. Unaweza vipi ku maintain, ku, ku, yaani unaweza vipi kuyakabili masomo na maisha ya mahusiano kwa wakati mmoja? Kweli hapo ni swali gumu sana nimeuliza. Ndo hivyo, nikipata mda masomo nafanya, mda mapenzi nafanya, ila ila nakuwa na maintain yeah, yote kwa pamoja yeah. Kaka, darasani unashikaga namba ngapi, labda au hiyo? <laughs> ni siri yako? Hiyo siri yangu. ah, okay. Sawa, na huyo binti ambaye tunaenda kusuluhisha sasa hivi au kwenda kulizungumza hilo tukio ambalo limetokea kwenye mahusiano, una muda gani naye? Na muda kama wa mwaka mmoja kwa hiyo ulianza naye mahusiano ukiwa form 3? Yeah, ndio. Lakini form 4, si mmeshafanya mitiani? Yeah, tumefanya Kusama, mwasema, awe, <laughs> mpaka mwako badilike mpaka mwako pendoke. Uh, of course, kwa jinsi ulivyokuwa umenipigia na kunielekeza ile ishu kidogo nilishtuka, na kitu kingine nilichoshtuka, umeamua kupoteza au kutoa mpaka pesa yako ili hadi hili jambo tuweze kulizungumza au tuweze kulitatua liishe hili limekaa vipi? Wewe mapenzi kwako yana kipaumbele gani, na unafanya kazi gani mpaka una uwezo wa kutoa ile pesa ulionipa ili mradi niweze kukuwekea sawa mahusiano yako? Ah, kwanza, siku zote, kwanza mapenzi ni, ni kama nguvu ambayo ambao imejificha ndani ya mwili au mwili wa kila mtu. Maana maana nikasema mapenzi ni nguvu ambayo inakaa ndani ya mwili wa mtu kila mtu anayosema tu ni namna sasa ambavyo atakuwa anatumia. Afu unaonekana unakubali una, una mapenzi ah, unapenda mapenzi ah. Ah, unapenda wanawake wa rangi gani? Weupe? Yeah. Na umri wa mwanamke ambaye unaweza kudeti naye ni miaka mingapi? Unataka binti au mwanamke mwenye umri gani wewe ambaye unamtaka? Kwa kweli umeanza <laughs> kitambo mapenzi. Miaka ishirini, miaka ishirini. Lakini wewe una kumi na saba. Yeah. Kwao nataka mtu ambaye amekuzidi umri. Amna, miaka ishirini mpaka ni kumi na nane. Ah, mtoto mwenzio. Yeah. <laughs> Anyway, basi tusiwachoshe watu wanaotutazama hapa. Mi natamani kwenda kuzungumza na huyo binti, kwa sababu kisa ulichoniambia ni kwamba, nakumbuka mwanzoni uliniambia kuwa uh, umegombana na mpenzi wako baada ya kufahamu ukweli ya kuwa kuna rafiki yako ambaye anawasiliana naye au kuna rafiki yako ambaye anachati naye kila wakati, si ndio? Yani kweli okay. Sasa hapa mi nataka twende huko tukazungumze, ili tuweze kujua, je, ni kweli anas, an, anachati na rafiki yako? Ni kweli umesema unahisi watakuwa na deti, si ndio, bro? Sio, wanat siiosio, nahisi. Yeah. na uhakika basi. Yeah. Tusiwachoshe watu huko, tuenze tu huko ili tukapaone au vipi? Sawa, vipia? okay,

Ai mani salamu kwema, anaishi na nani au anaishi peke yake ya. Maana kama mwanamke ana miaka kumi na saba huyo si lazima atakuwa anaishi na mtu wake, e mama wake anakujua Mbona kuna wanawake wengi sana jamani? Salama ni asalimia, mambo vipi jamani? Salama kwema jamani, hapo tumewatembelea kidogo, mambo ni mengi sana dada. Kwema vipi hali? We si ndio mwenyeji wangu, mbona umekaa kimya tena, ndugu yangu? Nataka mimi ndio nianze kutoa information. Yule mkubwa au mdogo weza ukaomba basi tukazungumza pembeni, tukaongelea hapo. Ah jamani, nipo na kijana wetu hapa Ayaaz. Saa eh, hey, binti, mambo? Oh, shwari, shwari. Mbona kama mimi namwona ni mdogo sana binti. Ujambo? Uh, mimi pia sijambo. Nimekuletea fomu, umebahatika kupata kazi katika kampuni fulani ya usafi, ya usafi uh, pale Mmanesiti. So sijui kwanza kama unaweza kupendezwa na hiyo ofa unyama unaitwa nani? Fatima Fatima una Fatima, Fatima aibu sana okay, mm -hmm. Fatima unamjua, haumjui kweli kweli? Ndugu yangu ta kama umeleta nyumba wrong, mbona huyo akujui Amina? a sijak sasa

Kweli ndio? Hamjawahi kuwa wapenzi? Ndio. Tuandike namba yake kwenye simu yako hapo, tuone kama umeisave au hujasave. Ndio, sina hata namba yake. Okay, wewe well, Pascal una namba no. ya Fatma mgu, mpigie na simu ikiita Kaka. So sia, yani, kasa, we, so o, na yeye, ngoja kwanza nikuulize swali moja. Kwa nini umekaa na mda wote likani kama binti anaonyesha kuwa anakuhitaji kimwili au hata ulishindwa kujiongeza? Kwa sababu mimi mkiendelea kuzingua nitawachumia fimbo hapa ni wachape, kwa sababu wote naona mnazingua.